Mji wetu wa Babati kuna vijiji na kata zilikuwa hazijapata maji, navoongea na ninyi leo, vijiji vyote na kata zote nane za Babati mjini zina maji salama na safi na kazi inaendelea. Lakini ninyi wana Bagara, lakini wanamaisaka, ninyi mmepata maji mkiwa na watu wasigino, maji matamu zaidi ya bilioni kumi na mbili. Mheshimiwa Rais alitupatia leo. Wamama wa Bagara, wamama wa Babati, wamama wa Babati leo sufuria zenu hazina ukoko tena wa chumvi. Mabomba yenu tena ya katiki tena kwa chumvi. Tulikuwa sufuria zetu zinakatika kwa chumvi. Huu ni upendo wa Dr. Samia, tumpigie makofi kina mama, Mheshimiwa Rais. Lakini vijiji na kata zote maji tumepata. Ninafahamu kuna tatizo la bili za maji kuwa kubwa, kama mbunge nimeendelea kulisemea. Ninaamini baada ya kusambaza maji sasa, swala la bili litashughulikiwa za maji. Kwa hiyo tunamshukuru Dr. Samia kipindi hiki. Hata wenzangu wa kule juu kwenu, mradi wa maji unaendelea pale juu, Mrara wa milioni mia nane, na watu wakwele pia wanapata wenzangu, waenda Sago milioni mia nne, na wenzangu wa maeneo mengine kazi inaendelea. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais. Tulikuwa hatuna maji Babati, leo upatikanaji wa maji ni asilimia tisini na nane. Asante sana Dkt. Samia, umetupendelea mama yetu. Lakini tukienda kwa upande wa afya, nilieleza kwenu na mnisikilize Wanababati. Haya mambo lazima tuwakumbushe, mnakwenda kwenye uchaguzi Mheshimiwa viongozi. Wakati Mheshimiwa Rais anaomba kura tulifanya mkutano pale uwanja wa Kwara, alikuja kama makamu wa rais, nilisimama mbunge wenu nikamwomba kama mgombea kwamba, mama, ikiupendeza naomba utupatie milioni mia tano kwa ajili ya ujenzi wa hospitali ya Mrara, wodi ya wazazi Mheshimiwa Rais akutulipa tu milioni mia tano. Nisikilize wanababati Mheshimiwa Rais akatupatia milioni mia tatu kwanza ya wodi ya dharura, watu wanapokelewa pale ambao wamepata dharura za haraka kutibiwa. Mheshimiwa Rais alitupatia milioni mia tano kujenga wodi ya wazazi pale Mbrara. Mimi ni mbunge mwanamke wa Jimbo, Mbunge mwanamke wa Jimbo, ninaguswa na matatizo ya wanawake wenzangu na kina baba pia. Baba zangu mlikuwa mnapeleka wake zenu kwenda kujifungua, wanasubiriana pale hospitali ya Mbrara. Naomba tusijisahau, tusiji Tulikuwa tunapiga foleni leba wodi tunajifungua pale, hatufiki leba. Kina mama mnayajua haya, haya uongo ya kweli? Kina baba mkitupeleka, mlikuwa mnakimbilia nje kwa sababu mnaficha nyuso zenu, maana hatufiki leba, tunajifungua hadharani kwa sababu wodi ya wanawake ilikuwa haipo. Leo Mama Samia katujengia wodi ya wanawake wajawazito, lakini wanaoenda kujifungua, kajenga leba hizo wako wasubiri kwenye foleni, anapokelewa anaingizwa leba anahudumiwa, akitoka akipelekwa mahali pa kukaa na mtoto wake, taa zimewaka utadhani ni mchana wa saa sita. Haya tusipoyasema wanawake wa Babati, hata Mungu atatushangaa.